Maiza! ni tamati ya mtanange kati ya polisi jamii manispaa ya Tabora dhidi ya maafisa usafirishaji kutoka wilaya ya Kaliua mkoani Tabora, mchezo ambao umetamatika kwa sare ya kufungana bao moja kwa moja. Na mara baada ya kutamatika kwa mchezo huu, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Abwao anabainisha malengo ya mchezo huu. Kwa hiyo tunapopata nafasi ya kucheza tunaibua vipaji vyenu tunapopata nafasi ya kucheza tunajenga mahusiano mazuri baina yetu. Mahusiano haya yaendelee pia katika kuimarisha amani na usalama. Mimi nawashukuru sana boda boda kutoka Kaliua, na programu hii kupitia dawati letu la polisi jamii itakuwa endelevu kwa wilaya zote. Tutahakikisha kwamba kila wilaya watakuwa na mchezo wa kirafiki pamoja na polisi, lakini lengo ni kuhakikisha kwamba kwenye mkoa mzima tunaimarisha mahusiano baina ya makundi mbalimbali likiwemo kundi la waendesha pikipiki bodaboda, maafisa usafirishaji, na wawe na mahusiano mazuri pamoja nasi jeshi la polisi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya anaomba ushirikiano ambao umeuonyesha uwanjani, ushirikiano wao udumu katika maisha yetu ya kawaida. Kama ambavyo tumesema maisha ni biashara, kwa ushirikiano huu kati ya bodaboda na polisi jamii ni ishara kwamba jamii na jeshi letu la ulinzi la polisi mahusiano yao ni asilimia mia. Kwa hiyo kitu kama hiki kinakwenda kuwadhihirishia watu kwamba sisi Tanzania maisha yetu ni ushirikiano, samani yetu ni umoja, bila umoja hatusimami, na amedhihirisha hilo. Mwenyezi Mungu awajalie afya njema. Kwa ujumla, mchezo ulikuwa mzuri, watu wameshindana katika ushindani mzuri. Tumeweza kubadilishana mawazo na ndugu zetu bodaboda wa Kaliua. Kwa hiyo ni michezo endelevu. Tumecheza vizuri na imani, likiwa jambo lendelevu litakuwa linaleta uhusiano kati ya polisi na jamii, ni jambo zuri kwa sababu sisi kama bodaboda huwa boda, tunabeba watu aina mbalimbali. Kwa hiyo unaweza ukawa unashangaa tumebeba mwalifu pasipo askari kujua kwamba huyu ni mwalifu, na endapo kama sisi tunaweza tukawa tunajua, lazima tutatoa ushirikiano mzuri kwa jeshi la polisi. Kwa hiyo tunashukuru kwa undugu huu, tutakuwa pamoja na tunaomba undugu huu endelee kudumu. Nikiripoti kutoka hapa katika viwanja vya shirika la reli Tanzania mkoa wa Tabora mimi ni Saidi Kapalila na hii ni Jambo TV.